Sote tunafahamu kuwa tarehe 29 Oktoba ya mwezi huu, ya mwaka huu elfu mbili na tano, nchi yetu itakuwa na tukio kubwa na la kihistoria la uchaguzi mkuu wa raisi, wa bunge na madiwani. Niwasie wananchi wote mjitokeze kwa wingi kutumia haki yenu ya kikatiba ya kupiga kura ili muweze kuwachagua viongozi mnaowapenda na viongozi mnaowataka. Fursa hii inatokea mara moja kila baada ya miaka mitano kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imefanyiwa marekebisho mara kwa mara. Niwahakikishie wananchi kuwa serikali yenu ya Mkoa wa Rukwa imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Vyombo vyetu vya usalama mkoani kwetu vipo tayari kuhakikisha jukumu la ulinzi na usalama wa wananchi na mali zake wakati na baada ya uchaguzi linakuwa la kiwango cha juu sana. Kwa wananchi, msiwe na hofu.